Hamas imesema imekubali kuachilia mateka wote wa Israel, hai au wafu, mradi tu masharti kwa ajili ya kubadilishana yatatimizwa, na imeonyesha utayari wa kufanya mazungumzo kupitia wapatanishi kuhusu mpango wa amani wa Rais Donald Trump kwa Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake, Hamas imesema kuwa kundi hilo linathibitisha utayari wake wa kuingia mara moja kwenye mazungumzo kupitia wapatanishi kujadili maelezo ya makubaliano hayo. Hapa nina nukuu: Hamas inathibitisha upya makubaliano yake ya kukabidhi usimamizi wa ukanda wa Gaza kwa chombo cha Kipalestina cha watu huru kwa mujibu wa makubaliano ya kitaifa ya Wapalestina na kwa msaada wa Kiarabu na Kiislamu. Mwisho wa kunukuu. Kauli hii ya Hamas ni majibu ya mpango wa amani wenye vipengele ishirini ulioelezwa na Rais Donald Trump siku ya Jumatatu katika ikulu ya White House akiwa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Rais Trump amepokea taarifa hiyo ya Hamas kwa matumaini makubwa akisema, Nataka kuzishukuru nchi ambazo zimenisaidia: Qatar, Uturuki, Saudi Arabia, Misri, Jordan na nyingine nyingi. Watu wengi walipigana kwa bidii sana. Hii ni siku kubwa. Tutaona jinsi mambo yatakavyokuwa, makubaliano ya mwisho kwa maandishi na kina. Muhimu zaidi, ninatarajia kuwaona mateka wakirudi nyumbani kwa wazazi wao. Na baadhi ya mateka, kwa bahati mbaya, mnafahamu hali walionayo, wakirudi nyumbani vilevile vile kwa wazazi wao, kwa sababu wazazi wao wanawahitaji kwa vyovyote, kama vile mateka hao wangekuwa hai kwa hiyo nataka tu mjue kwamba hii ni siku maalum sana, pengine ya kipekee. Kwa njia nyingi ni ya kipekee kweli, lakini nawashukuru nyote na pia nawashukuru nchi zote kubwa zilizosaidia. Tulipata msaada mkubwa sana, kila mtu aliungana katika kutaka vita hivi vikome na kuona amani Mashariki ya Kati, na tuko karibu sana kufanikisha hilo. Asanteni nyote na kila mtu atatendewa haki. Jeshi la ulinzi la Israel IDF pia limesema katika taarifa iliyochapishwa kwenye Telegram kuwa linaanza kuchukua hatua za awali za kujiandaa kutekeleza mpango huo, na nukuu, kwa mujibu wa maagizo kutoka kwa uongozi wa kisiasa, mkuu wa majeshi ameagiza maandalizi ya kutekeleza awamu ya kwanza ya mpango wa Trump wa kuachilia mateka, imesema IDF. Mahmud Abbas, raisi wa mamlaka ya Palestina inayosimamia baadhi ya maeneo ya ukingo wa magharibi unaokaliwa na Israeli, amepokea tangazo la Trump na kupongeza juhudi za rais huyo kumaliza vita vya Gaza. Majibu ya Hamas yanakuja wakati jeshi la Israel linaendelea na operesheni ya ardhini katika mji wa Gaza ulioathirika vibaya na njaa, licha ya shinikizo na upinzani mkubwa wa kimataifa dhidi ya mashambulizi yake katika eneo hilo linaloharibiwa. Hamas imesema inakubali baadhi ya vipengele vya mpango wa kusitisha mapigano uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump katika vita vya karibu miaka miwili vya mauaji ya kimbari dhidi ya Gaza, lakini baadhi ya vipengele vya pendekezo hilo vinahitaji mazungumzo zaidi. Hii ni Poa Media.